Nyama zako pale, alafu uje nitakuonyesha kipengele cha kukuondoa mbele za watu kwamba hufai, hufai. B mtu awe yoyote yule asiruhusiwe kusimama mbele za watu na kuwafundisha watu iwapo maisha yake mwenyewe hayapelekani na matengenezo. mtu wa yeyote Nataka wachungaji tuone aibu sasa, tuingie katika era ya aibu. Matengenezo ya afya unayavunja huko nyumbani kwako kwa siri. Mungu anajali sana mambo ya siri, mpaka atake akao hadharani. Lakini ukishaweka hadharani, oho, Timotheo wa kwanza tano fungu la ishirini nasema umkemee mbele ya wote, ili viongozi wengine waogope. Sasa tutawakemea mbele ya makambi, tutazungumza mbele ya makambi, mbele ya wote. Wewe kula nyama halafu njoo udai unafundisha, sijui maofisa wa kanisa, sijui nini, tutakukatalia. Ele njio jametumia neno repudiate, yaani msimame na Biblia mkononi mupinge. Tumewawia radhi kwa sababu na ninyi ni wanadamu Huenda mmekuwa hamjaona sehemu hizi huenda, huenda bado mlikuwa mnapigana na you know, uh, sijui nikubali au nsikubali lakini sasa muda umefika. Don't stand before the people and teach them while your own lifestyle is in contradictory to the healthy reformation. Don't. Hilo neno la Mungu linasema siotenga, all right. Kipengele kingine Je, tukiwa ujumbe wa Mungu hatutatoa ushuhuda ulio muhimu dhidi ya tamaa potovu ya kula? Je, wale wanaodai kuwa wahudumu wa Injili wakitangaza ukweli mzito zaidi kuwahi kutolewa na wanadamu, watafanya tumbo kuwa kidimbwi cha uchafu? Mungu ameandaa wingi wa matunda na nafaka ambazo zinaweza kutayarishwa kiafya na kutumiwa kwa kiwango vinavyofaa. Kwa nini basi wanaume wanaendelea kuchagua nyama? Nyama kila saa, nyama! Je, tunaweza kuwaamini wahudumu ambao kwenye meza ambapo nyama hutolewa, wao wanajiunga na wengine kuila? Pacific Union, hiyo rekoda ya Oktoba 9, 1992, paragrafu ya 10. Mchungaji, hatutakuwa na imani na wewe ikiwa unakula nyama. Definitely that's the word of God. Hivi washiriki, unafikiri tulivyokaa pale, wewe ukija mbele, do you think tutakuwa na imani na wewe kwa sababu umevaa suti au umeshuka kwenye gari nzuri? No, is how you do what you do in your life, ndio tunakuwa na imani na wewe. What defense do you have? kwa ajili ya mambo ya mbinguni, ndipo tunajenga imani nawe. Hatujengi kwa sababu ya cheo chako, hapana, kama nilivyosema, au suti yako nzuri, wala au oretore, tabia yako ya kuzungumza. Yaani, unazungumza ano. Tunakuwa na imani na wewe kwa jinsi unavyoishi, sawia na matengenezo ya afya. This is the kipengele kingine Ubongo na mishipa unategemea huruma za tumbo. Kula na kunywa vibaya husababisha kufikiri na kutenda potofu. Mchungaji, unasikia hapo? Kwa hiyo tumbo lina mahusiano na ubongo. Kwa hiyo utakaposimama useme jambo, tutaanza kufikiri hivi, huyu kalewa nyama auje, kwa sababu ubongo. Mimi ni daktari mishenari, kwa taarifa yako, najua athari za nyama katika ubongo mahali pa jambo la kawaida kusema ndio, mtu anasema hapana, kwa sababu ameathiriwa na ulaji wa nyama. Uozo unaitwa putrefaction, yani hatua za kuoza kwa nyama zinapotendeka kwenye tumbo la mtu, linaleta confusion katika ubongo, hasa katika fronto, lobo, um, eneo la ubongo ambao ndio linafikiri. Kwa hiyo lwe hapa akiandika